Abubakari Ally Abubakari almaarufu kama Boka. Aa, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Leo hii nimetimiza haki yangu ya kikatiba ya kutaka kuchaguliwa kama mwanachama CCM kwenye kura za maoni kuwa mwakilishi au mbunge wa Jimbo la Kigamboni. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kuchukua fomu yangu mapema asubuhi, na pia jioni hii nimeweza kuirejesha nia na madhumuni ni kumsaidia Dr Samia Suluhu Hassan katika jimbo letu la Kigamboni. Kazi kubwa Mheshimiwa rais amefanya na kazi kubwa kupitia ilani ya chama cha mapinduzi 25-30 itaenda kufanyika. Kwa hiyo nimeona na mimi ni miongoni mwa watu ambao tunatia nia ya kugombea ubunge jimbo la Kigamboni, na kwa sasa mchakato utakaofuata ni mchakato wa vikao vya chama cha mapinduzi na hatimaye chama cha mapinduzi kitaenda kurejesha majina ya watu watatu ambao watakuja kupigiwa kura za maoni na baadaye vikao pia vya uteuzi vitateua mtu mmoja au mwanachama mmoja ambaye atapata nafasi ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Kigamboni. Kwa hiyo mimi, Mwenyezi Mungu akinijalia, nikipata fursa kubwa, ni la kwanza kabisa ni maslahi ya wana Kigamboni, maslahi ya taifa kwa ujumla na maslahi ya Chama cha Mapinduzi.